Bana, wahenga walinena, mdomo uliponza kichwa. Maneno yaliyopo hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii hayatofautiani na yale ambayo walizungumza wale waliotazama kauli za msemaji wa Young Africans kuwa si salama sana kwa mkuu wa mkoa. Taarifa imetoka kwa RPC wa mkoa wa Tabora kwamba Ali Shabani Kamwe anashikiliwa na, na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano kwa kauli ambazo si rafiki kwa viongozi wa serikali. Nipo na Dula Heavyweight ambaye tulipata wasaa jana wa kuzungumzia Simba Sports kwa kipigo alichopokea, lakini kwenye hili analipi la kuzungumzia? E, kauli hiyo ambayo imemweka ndani msemaji wa Young Africans. Hali yako iko vipi? Kwema mambo, anasemaje? Kwa vizuri, haya, namshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha sasa kabisa, tunaendelea na heka heka za dunia yetu wenyewe wanasoka bwana. <laughs> Mitandao ipo tofauti sana ee, na utofauti wake unakuja kama hivi. Ilikuwa swala la Simba Sports, upepo umebadilika ghafla, sasa ni swala la msemaji Ally Kamwe. Kwako e, pengine umelipokeaje na vile ambavyo minong'ono ilikuwepo e, kabla ya mechi ya Tabora kwa Young Africans? Of course mimi nime, nimelipokea kama lilivyokuja. Sawa, mimi nimelipokea kama lilivyokuja kwa sababu e, miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisema au wakitoa maoni yao kuhusiana na mwenendo wa Ally Kamwe kama msemaji wa taasisi kubwa ya Yanga na kujaribu kum, kum, mimi kama mdau unajua mimi sina mandate ya kuweza kum, kumpangia cha kufanya, lakini mimi kama mdau wa soka nina uwezo wa kuweza kumpa ushauri pale ambapo naona huyu anateleza. Sawa, eh? Na before alishawahi kuingia kwenye skendo za yeye kutaka kufungiwa, nafikiri unajua, zilizuka hizo tetesi. Lakini baadaye uh, la kwa sababu ilikuwa ni karibu na dabi, zile skendo ikawa imepoa baadaye. Ikatokea sakata la dabi ika zimemalizika. Kwa hiyo ana hii hii tuseme kama ana, ana hii record ya kuingia ingia kwenye matatizo baadae. Na mimi kwa upande wangu nimeona watu wanamdefend, wanasema kwamba unajua huyu mkuu wa mkoa manake poa chacha Mheshimiwa ameingia kwenye dunia ya soka, anatakiwa avue ule ukuu wa mkoa, awe kama mshabiki au mtu wa kawaida wa soka, akabiliane na ma, ma, ma, wanaita nini matani ya mpira na vitu kama hivyo. Watu wamekuja kwenye hiyo statement, lakini sasa sijaelewa eh, wanaitoa hivyo kwa, kwa, kwa tuseme kwa engo gani? Kwa sababu mimi mpaka nazungumza na wewe hapa sijakurupuka. Umeelewa, mimi? Bahati nzuri umekuja kwa mtu sahihi, kwa sababu interview zote mbili nimesikiliza. Interview moja ni ya mkuu wa mkoa ambaye basically sio interview bali ni uh, alikuwa yupo kwenye sehemu ya hamasa uh, aki, akijaribu kuongea na kikosi chake ambacho cha tuseme ni Tabora United ambacho yeye, yeah, ni mlezi, kwa sababu kwanza yeye ndo mkuu wa mkoa wa Tabora na automatically anakuwa mlezi wa timu ya Tabora United vile vile alikuwa anajaribu kuwahamasisha sawa, eh? mm. Eh, alikuwa anajaribu kuwahamasisha akawaambia kwamba hata ikitokea mmepenyeziwa eh, vi message vya muamala na nini, chukua lakini fanya kazi yako vizuri, vizuri. Na hakutaja kwa moja kwa moja kwamba labda ni kwa viongozi wa Yanga na nini. Muda mwingine kuna mashabiki wana pesa mm unakuta yeye anapambania timu yake kwa sababu ana, ana uwezo wa kifedha anaweza akawa ana access ya kujaribu kuongea na wachezaji akaweka mkono na vitu kama hivyo, lakini akazungumzia lile sakata la sauti ambayo ilivuja baina ya inasemekana ni moja kati ya maafisa, tuseme ni watu ambao wanaunda ile kamati mbalimbali mbali za klabu ya Yanga, inavyosemekana akijaribu kumtishia miongoni mwa wale wa, wa, wa, wanakamati wa Tabora United kwamba wewe unaenda kwa mganga ume, na vitu nafikiri yeah, of course umeisikia wewe mkuu wa mkoa po Chacha, mheshimiwa huyu ali aliigusia pia hilo swala sawa, eh? Mm. Sa sasa mimi nataka niende direct to the point kwamba kwa nini naamini kwamba Ally Kamwe alikosea sawa kwa sababu mwisho wa siku kila mtu ana opinioni yake, mm. Wengi wameonekana wame kumdefend, ni kwa sababu pia ni msemaji wa timu kubwa, lakini mind you angekuwa ni msemaji wa timu ya kawaida, labda Dodoma, mm. KMC, Ken Goldi, mm. Geita, uh, seme, timu yoyote ligi kuu, paka nataka kutaja timu ambazo hazipo, umeelewa, zimesha zimesha ingea, lakini tu angekuwa ni msemaji wa timu ya kawaida, mm. kusingekuwa na hii defense ambayo ipo dhidi yake uh. lakini mkuu wa mkoa yeye alikuwa anaongea na timu yake sawa eh? <tipa> <tipa> kwa hivyo Alikamwe yeye amekuja kumshambulia mkuu wa mkoa personally, yani yeye na nishazungumza nisha sana ili swala. Hata kwenye ishu ya Manara nafikiri unakumbuka kwamba okay, wana hii utaratibu wa, ku, wa, ku, wa kumshambulia mtu. Mkuu wa mkoa anazungumza na timu yake sawa, na kama kuigusa Yanga ameigusa Yanga kama taasisi, hajamgusa Alikamwe eh? Menelewa. Katika ile interview niliangalia waliiposti Azam TV mm. kwenye uh, kwenye channel yao ya YouTube, sawa? Mm. Ina dakika sita kasoro, yani tuseme kama dakika tano na sekunde hamsini na kitu. Mm. Yule mkuu wa mkoa Po Chacha mheshimiwa alikuja kumtaja Ally Kamwe dakika ya tano sawa? Mm. Sekunde ya ishirini na moja kati ya dakika tano za interview mm -hmm. na sekunde 58. Maana interview ilikuwa na dakika tano na sekunde 58. Eh, Mheshimiwa alimtaja Ally Kamwe dakika ya tano na sekunde ya ishirini na moja, na moja. Tena hakumtaja kwa baba, alisema tu ah, nimeona msemaji wao yule. Hakumtaja kwa jina, alisema tu msemaji wao ambao ndo Ally Kamwe. Sasa, mm -hmm, eh, ameongea maneno fulani ya, ya, ya kukera ya kero, lakini haina shida, sawa Haku hakumshambulia. Alisema tunaona, aliongea maneno fulani ya kero na nini, lakini haina shida, nyie, tupambane naye tu kesho ndani ya dakika tisini hakuta na katika hoja ambayo Ally Kamwe pia alitoa, ambayo nimecheka, ambayo ilikaa kidharau, alisema kwamba yeye mkuu wa mkoa, katika interview yake ya ile au katika yale mahojiano, alisema kwamba anashangazwa kuona kwamba Ally Kamwe amepata mapokezi makubwa, wakati yeye pengine, wakati anateuliwa, hakupokelewa na watu wasofika hata kumi hivi. Imagine unaongea maneno kama hayo, wakati katika ile interview ukienda ku review, nimeiposti kwenye kwenye kwenye Instagram account yangu, nimeandika Nimeweka kile kipande cha mkuu wa mkoa alichokuwa anazungumza, hakumtaja Ally Kamwe kama kapokelewa. Alisema wapinzani wetu tunaocheza nao wamepokelewa, na sijajua wamepokelewa na nani, alafu akacheka akaendelea na maongezi mengine. Ally Kamwe sasa akachukua ile akajiveka yeye kwamba unaona wivu, akaanza kumwambia kwamba wewe unanionea wivu, mimi nimepokelewa. Alafu wakati mimi siku zote nasema wa hawa huyu Ally Kamwe anazidi kukosea. Sasa hivi hawamuoni Sawa hmm. Hawamuoni tena kwamba kakosea, ndugu yangu, fanya hichi na hichi hawamuoni. Wao wanachokifanya wanaanza kum... kila anapokosea hii mara tatu sasa nahesabu hesabu. Hmm. Wanakuja wanaanza kusema ah, mkuu wa mkoa ndo kakosea, asingeingilia mpira. Yeye alikuwa anazungumza na timu yake. Alikaa na Tabora United pamoja na wachezaji wa Tabora United akawa anawapa hamasa. Kazungumzia mpaka swala la milioni hamsini. Kwani Tabora hakuweka milioni hamsini dhidi ya msini, Simba. Si alisema mkuu wa mkoa kwamba mimi dhidi ya Simba niliweka ahadi ni ya milioni hamsini. Ile milioni hamsini ipo, najua Yanga watakuja na kiherehere. Hiyo ni tambo kuelekea mchezo. Kasema Yanga, hakusema Ally Kamwe. Alisema Yanga watakuja na kiherehere, ina e maana Ally Kamwe mm, kama alikuwa anataka kujibu hiyo hoja, alitakiwa attack Tabora United, kama alivyofanya mkuu wa mkoa. Angesema kwamba ah, sasa sisi Tabora wanatuona tumekuja na kiherehere mm, basi tutawaonyesha kiherehere chetu uwanjani, sio kumwattack sijui unanielewa yule okay. Ni mkuu wa mkoa maanake mwakilishi wa rais, na polisi waliomkamata Ally Kamwe ni wa, yani, wametekeleza majukumu yao ambayo wanatakiwa kutekeleza, kwa sababu mkuu mm -hmm. wa mkoa ndio bosi, mwenyekiti wa ulinzi na usalama of course mm -hmm. ndio bosi wa polisi, yaani maake polisi wapo chini ya mkuu wa mkoa mm -hmm. Sasa watakubali vipi kuona bosi wao anadhalilishwa hadharani? Jeuri hii inatokea wapi? Inatokana na nini? Jeuri hii inatokana na ukubwa wa mamlaka ambayo Ally Kamwe amepewa kulingana na uwezo wake wa kifikra na jinsi ambavyo anatakiwa awe mwadilifu wa kusimamia taasisi. Kwa sababu unajua ukipewa taasisi kubwa uisimamie. Alafu uh, wewe ki, uh, uwezo wako kifikra ni mdogo at the same time mamlaka hayo ni makubwa zaidi kwa upande wako. Basi utaamini kwamba wewe uko juu ya kila mtu. Sawa? Eh? Mm-hmm. Yaani wewe utaamini upo juu ya kila mtu ndio kitu ambacho kinatokea. Yaani Ally Kamwe yeye ya anaamini kwa sasa hivi yeye yuko juu ya kila mtu kwa sababu mkuu wa mkoa ni, ni, ni mtu ambaye ni, ni, ni, mtu ni kiongozi mkubwa, of course, anateuliwa na rais, na mind you, mkuu wa mkoa ni sema, ni mwakilishi wa rais kwenye mkoa husika. Sawa? Ndivyo kwao, automatically anatakiwa apewe heshima kama ambavyo anapewa rais. Maana yake unavom, unavom, unavomshambulia yule, au unavomdhalilisha kwa sababu kuna maneno mengine, of course, yalikuwa analenga uchochezi moja kwa moja baina yake na, na, na wananchi wake, kwa sababu huwezi kumwambia ananionea wivu mimi kwa sababu yeye hajapokelewa na watu hata wasiozidi kumi, toka ateuliwe. Sasa hilo si shambulio dhidi ya mkuu wa mkoa kwa wananchi wake? Sasa media zingejikita kumwelimisha huyu Alikamwe, nafikiri wangekuwa wanafanya jambo zuri zaidi, kuliko kila anavokosea wawe wanamkingia kifua. Sasa ata, atajirekebisha yani vipi hivi Yaani, mimi narudia pointi yangu hivyo, nataka hapa, hapa hapa, yani hii eneo ndo usisitize Bwana Jafe kwamba umesisitiza vizuri, ila ni kwamba kauli uh, eh, ya Christina msemaji wa Tabora kumtaka Ally Kamwe aombe msamaha mm. ni kwamba aliliona ili swala kwa ukubwa wake, ila kutokana na matani ya kimpira akamfanya Ally Kamwe kuona kuwa yuko salama katika yale aliyokuwa anayazungumza lakini vipi eh, katika makosa ambao ameendelea kuteleza kwa kuyafanya aliwahi kutoa kauli ya kati ya mgunda na ndazi bora ndazi, lakini alitoka kuomba msamaha. Kwa nini hii aliona kwamba haipo haja ya yeye kuomba msamaha? Unajua, yule msemaji wa Tabora Kristina, hmm. hmm. alikuwa anajaribu kumdirect alikamwe katika njia ambayo ni sahihi, sawa, na ndio maana akajaribu kumwambia kwamba aombe msamaha, lakini kwa sababu ya kibri na kujikweza kwa Ally Kamwe akamdharau yule dada sawa, eh? Akamdharau, akasema ni mchekeshaji, anamwona tu kama ametoa kauli za kichekeshaji. Kwa, kwa mantiki hiyo ni kama anamaanisha kwamba yule dada ni kituko au ni, ni, ni, ni, ni, ni ameongea kauli ambazo ni za kituko, ndio maana akaamua kumfananisha yeye na wachekeshaji, sijui wacheka tu na vitu kama hivyo. Lakini yule dada alikuwa alikuwa correct, alikuwa anajaribu kum kumwelewesha na kumwambia kwamba anachokifanya au alichokifanya hakikuwa jambo sahihi. Kwa hiyo Christina alikuwa correct, sawa hmm. Lakini ndio hivyo, unajua mimi naendelea kusisitiza kwamba the best way ya kumrekebisha mtu ni ku-, ya, yani, the best way ya kumnyoosha mtu unayempenda ni kumrekebisha pale anapokosea. hmm. ana eh, of course hmm. uki, -ukiwa unamkingia kingia kifua kwa sababu mara nyingi sana umeelewa? hmm. mara nyingi sana Uwaga uh, tunashindwa kutofautisha kati ya utani wa mpira mm, pamoja na kumchafua mtu, kwa mfano kama hiyo ishu ya kusema Juma Mgunda na andazi unachagua nda. Hiyo ni ilikuwa nje kabisa ya mpira mm. Uh, maana sasa umetoka kwenye ishu ya mpira umekuja kumwattack mtu yeye kama yeye, kwamba huyu unamfananisha na andazi, kitu ambacho hakikuwa correct na aliomba msamaha, well and good, lakini kwenye ishu hii ya mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa alikuwa ndo anaongelea mpira, kwa sababu alikuwa anaongea na, na timu yake kuhusiana na Yanga, na aliongea eh, kwa ajili ya kuwapa motisha. Hatimaye wewe unaenda kum, kumfananisha huyo mtu, unaanza kumwambia kwamba eh, atachacha vitu, vitu. Amemwambia maneno ambayo sio mazuri. Utamwambiaje mkuu wa mkoa atachacha? Sasa sio maneno ya kiungwana, umeelewa? Na hata kama ametoka au atatoka Umenielewa, ameshatoka tayari, ameshatoka yeah, eh. E, na hata kama ameshatoka mm. Lakini still kama watu wanampenda, narudia hii kauli sawa. mm. Kama watu wanampenda na wanamtakia mema huyu huyu Ally Kamwe mm. wawe wanamrekebisha anapokosea. Yaani kuna mambo mengi sana hajawa machua kwenye kuendesha taasisi kama ile, kwa hiyo mm. watu ambao wana, wana, wana, wana ubusara na uwezo wa kuona mambo wanabidi wamwelekeze huyu, wakae naye chini wamwelekeze. Nijibie maswali haya mawili uh. Nimeiona uh, kauli nimeisikia na kuona andiko sehemu kwamba viongozi wasijifiche katika uh, kilemba cha uh, chao walicho nacho hmm. wanapoingia kwenye swala la mpira. Moja, mbili, Young Africans katika eneo la uofisa habari, ndio eneo ambalo linakumbana na changamoto nyingi zaidi sio kwa Ally Kamwe, hata kwa wale waliopita, haji Sunday Manara, kina Jeri Mulo washakutana na eh, kashikashi nyingi sana kwenye eneo hilo. eh, kuna mahusiano gani baina ya makosa na eneo la usemaji la Young Africans? Unajua, nikianza na, na jambo la kwanza, mm -hmm. sawa hilo andiko nimeliona, mm -hmm. na kwa sababu wametumia reference mm -hmm. ya hili tukio kati ya Po Chacha, ambaye ni mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora, mm -hmm pamoja na msemaji wa Yanga Ally Kamwe, kama wametumia reference hii, basi wamemkosea heshima pia hao waandishi na wachambuzi ambao wamemwatak mkuu wa mkoa kwa kigezo kwamba yeye ndo ameingia kwenye mpira, wamemkosea huyu mkuu wa mkoa kwa sababu, kwa sababu mimi huwa napenda kutoa sababu, sisemi tu, lakini natoa sababu. Sababu ni kwamba ukisikiliza interview yote ya mkuu wa mkoa, hakuna sehemu ambayo amemshambulia Ally Kamwe, hakuna Interview yote nimeisikiliza mi, hakuna sehemu ambayo mkuu wa mkoa amemshambulia Ally Kamwe individual. Kama, kama msemaji wa Yanga alikuwa anazungumzia timu yake kuipa motisha na akawazungumzia wapinzani ambao ni Yanga, Ally Kamwe asingeingia kwenye matatizo wala headline yoyote kama angezungumzia Tabora United as a team, sio kuanza kumshambulia mkuu wa mkoa na kuongea maneno ya kejeli ya kiburi na dharau. Sawa? Yanga ni, ni, ni timu, ni kubwa ni taasisi kubwa, lakini inapokuja swala la mamlaka ya nchi ni, ni kitu kidogo tu, Yanga. mm -hmm. Sawa eh? Unatakiwa ukiwa ndani ya taasisi kubwa ya e, mpira yenye influence kama Yanga unatakiwa uwe na heshima dhidi ya mamlaka, kwa sababu utakachokiongea chochote kina affect namba kubwa ya watu ambao wako nyuma yako wanakusikiliza. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, waandishi pamoja na wachambuzi ambao wamemkingia kifua Ally Kamwe mimi nashauri pia wangemuomba radhi, sawa eh? Mkuu wa mkoa kwa sababu mkuu wa mkoa hakuwa na shida yoyote na, na alikamwe labda maybe kwa sababu hawakufuatilia ile interview. Unajua, muda mwingine mtu anatoa ma, maoni bila kusikiliza kuskiliza. Yes, e, msikilize mkuu wa mkoa kwenye interview yake yote, usisikilize kipande cha Instagram. Sikiliza 1 200, usisikilize kijipande kireel, tunaita reels. Mm. au post ya Insta usisikilize hiyo, sikiliza sikiliza kwa, kwa kina. Je, mkuu wa mkoa alimshambulia alikamwe kama hajamshambulia Ally Kamwe, wai Ally Kamwe amshambulie mkuu wa mkoa? Kwa nini yani? Kwa nini usiishambulie Tabora United? Kwani angeishambulia Tabora United kungekuwa na hizi kelele? Kwa hiyo hilo swali lako nafikiri la kwanza nimejibu, lakini swali la pili, uh, umesemea swala la wasemaji wa Yanga kufungiwa. Of course mimi sitaki kuhesabu wote wamefungiwa kosa, mimi Hizi heka heka kama ambazo unaziona kwa Ally Kamwe. Of course ndio maana najibu nasema mimi mm. huko sitaki kujua mm. kama wamefungiwa wengi, wamefungiwa mara ngapi, I don't care. Mimi nachokitaka ni kwamba kama ikitokea wanadeserve kufungiwa mm. wafungiwe, kwa sababu eh, sijajua nini hasa kinachopelekea wawe wasemaji wa Yanga tu ndio wao wanafanya hayo makosa, lakini nafikiri muda mwingine pia eh, mara nyingi maji yanafuata mkondo eh? Sio? Nanielewa je? yeah, mara nyingi yeah, of course mara nyingi maji yanafuata mkondo, na unakuta mara nyingi timu zinakuwa zina characters. Unajua hata kwenye swala ya viongozi unakuta kuna aina fulani ya timu yenyewe toka miaka ya 80 viongozi wake wanakuwa na sifa fulani tu mm. umenielewa. Unakuta kuna timu zingine yaani, toka miaka ya 80 wasemaji wake wanakuwa wana wanakiasif... yaani wana sifa fulani tu unajua eh? na ndio hapo utakapopata picha kwamba kumbe eh, kuna vilabu ambavyo vinaendeshwa in a professional way hapa eh, hapa nchini na unakuta msemaji ambaye anaweza kwa mfano, kama Manara alivyokuwa Simba mm. eh, hakuingia kwenye mizozano mingi sana na TFF mm. kama ambavyo walivyoenda Yanga. Kwa hiyo sasa, sijajua kuna uhusiano gani kati ya Yanga eh, pamoja na bodi, lakini sio tu labda wasemaji, unajua hata design ya aina ya mashabiki ambao wako nao mm. eh, yani ni kwa asilimia kubwa ukiwaambia, yani, wanaamini timu yao hautakiwi kuisema wala kuikosoa, hutakiwi yani, u, ikitokea ume, umeikosoa au umeisema, wa, we sio mchambuzi we shamba tu we siyo hivi we una, hivi unajua zile eh, na ukitokea ume- hata kama hujahusisha timu yao umezungumzia timu nyingine hmm. e, wataamini kwamba we unawapiga vijungu unawapiga vijembe ndio wapo hivyo yani ndio nature yao kwa hiyo huwezi ukawabadilisha umeona matusi tukana sana na nini nafikiri muda mwingine eh, ni characters zao tu ambazo wapo hivyo yani utafanyaje sasa ndio wapo hivyo yani rai yako ni nini <laughs> sasa kwenye ile ambalo imetokea e, ameachiwa wewe e, uh, mdau wa soka mimi kama mdau wa soka namkubali mkubali Ally Kamwe na na na, na na na, na, na, tuseme na mu appreciate anachokifanya kwa sababu namkubali na, na kumu appreciate namshauri ili asiingie kwenye matatizo Sabu, kwa sababu asiamini kwamba wale ambao wanamkingia kifua kwenye makosa ndo wanampenda. Hapana, wale wanaomkosoa na kumweka kwenye eh, right direction ndo wanaompenda. Kwa hiyo na, na, mimi najaribu kumweka kwenye right direction, naamini sauti yangu itafika kwake, yani hilo naamini 100% sauti yangu inafika kwake, yani namshauri na tu hmm, sawa eh, abadilike Yanga ni, ni of course unavokuwa Yanga haimaanishi kwamba wewe ni mkubwa sana kwenye nchi, labda wewe ndo umemaliza, wewe ndo everything. Prestige. Yule ni mtoto wa Kiislamu majivuri na, na, na majivuno anatakuwa aviache, kwa sababu dini yetu sisi katika kitu ambacho ina, ina, inasistiza na kukataza ni pamoja na majivuno umeelewa. Kuna baadhi ya majivuno aliandikwa kwenye Qur'an, almalu walbanuna eh, watoto na mali ni vitu ambavyo vina ni, ni, ni mitihani ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwenye dunia. Mm. Lakini kuna majivuno na mara nyingi majivuno yanaletwa na mali kwa sababu pale Yanga manake utakutana na eh, maslahi mazuri, utapata engagement kubwa, utapata wafuasi ambao automatically watakuzalishia eh, kitu chochote kwenye maendeleo ya kipato chako. Basi kuna mtengenezea majivuno lakini anatakiwa awe kwenye right direction, ajione kwamba yeye ni mtu wa kawaida kama walivyo watu wengine na nafasi ambayo yuko yeye. Kumbuka kuna watu wameshawahi kuwa kwenye the same position, sasa hivi hayo hawapo, yupo yeye. Kwa hiyo kama ha, waliwahi kupita watu automatically, naye hatakuwa wa mwisho, atapita wengine. Kwa hiyo ningemshauri tu eh, nafasi yake aliyokuwa ya nayo kwa sasa hivi simpe jeuri kiasi cha kuwatukana watu wakubwa wa ambao kwa sababu ile Unajua, yule mheshimiwa mkuu wa mkoa Po Chacha ni, ni, ni, ni, ni kwa mfano kama mimi yule naweza nikamwona kama baba yangu, nawezekana asiwe na umri kama wa mzee Mubarak, lakini ana umri ambao unaweza ukawa at least baba yangu mdogo, lakini kwa umri wake yeye, kama yeye kupata mtoto kama mimi au kuwa na mtoto mkubwa kama mimi, pia uh, anaweza kwa hiyo kwa kwangu mimi namuona kama baba sasa, alikamwe asiwavunjie watu heshima, achana na mambo ya cheo chake tu hata kwa umri, yule ni mtu mzima, hutakiwi ku, kuwa na maneno ya kiburi. Unaanza kujif, kujif, unajua kuna kauli fulani alizungumza, mimi sijui nimetoa ng'ombe ishirini kwa pesa zangu, mimi msemaji wa Yanga. What for eh? yeye katoa hamasa kwa timu yake kwa wachezaji wake milioni 60, kidogo chake yeye katoa kwa wachezaji wake motisha wewe unakuja unaanza kumtambia, mimi naweza sijui milioni sitini kitu gani, mimi hawa ng'ombe sijui na nini naitumia tu hapa kulisha. Sio kauli nzuri, sawa. Rai yako itakuwa imefika dola la Heavyweight, kama ni sikio la kusikia litakuwa limesikia, kama sio sikio la kusikia basi hilo ni la kufa, aliwezi likasikia dawa abadan aslan. Heavyweight, kwa dakika ambazo tumepata wasawa kuzungumza naye, tuseme shukran sana na tukutakie wakati mwema.